Ah, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, mgu eh, kwa yote tunaopitia na kwa yote anayotupa. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Ah, game ya away likuwa nzuri kama tulivyozungumza safari ile ya nyuma mliponioji, nikamwambia mpira 90 minutes, na kuna mmoja wenu akasema kama tujafunga taska kwa muda mrefu na tunaenda kucheza away, nikamwambia after 90 minutes anitafute, lakini haja nitafuta. So ndio mpira umekuwa hivyo, ambapo mlisikia tumeshinda. Iko anaendelea eh, uh, vizuri alikuwa uh, asiki vizuri eh, lakini boli ilivyoendelea kaonekana asiki vizuri zaidi, so ndio tukaona tukwacha, tumeondoi tupatie kijana mwingine Musinde, na akafanya kazi yake kama ambavyo <laughs> ameajiriwa ili aifanye hii wiki kambi imekuwaaje tukielekea game ya weekend? Eh, kambi iko vizuri, kwanza tumepata beef morali baada ya kufunga task away, so tuna nguvu nzuri, tuna morali nzuri, watu kila mmoja anajituma kuhakikisha kama anaweza kupata nafasi, kwa competition imekuwa ni kubwa sana kwa timu miaka minane kabla Bandari ifunge task away, ah mara mwisho kufunga Tusker away, wewe na Malala mlikuwa coach, yamaanisha kwa kwamba mko mpya umerudi ama...? hey, kama kawaida unajua mpira ni mzunguko, tulikuwa na coach Malala, kazunguka kivi yake, na mimi kazunguka kazunguka kivi yangu, lakini sisi tunajua kama mpira ni mzunguko na mpira ndio maisha yetu, kwa hiyo tumekuja tena kukutana vile, vile, tukamchapa tena kwa kuonekana kama sisi ndio tunawaweza kufanya issue kama hiyo uwawe. Uh, imekuwa ushindi mara mbili mtawalia msimu huu kwa mara ya kwanza, je, kuelekea mwishoni mwa juma hili mashabiki watarajie nini wataraji kwanza tunaomba sana waje kwa wingi hao ndio plewa namba 12 tunaomba sana mashabiki wetu waje kwa nguvu watunge mkono kama wanavyotunga mkono tuliko hapo nyuma alikuwa alikuwa alikuwa tupati matokeo na na udi na uvumba so, tuna imani vile ambavyo tunapata matokeo namna hii watatunga mkono zaidi na waje kwa wingi watupe support tuna imani hatuwezi kuangusha ikiwa uh, mko alama kumi nyuma viongozi iongozi Je, eh, kufikia mwezi wa nne unaweza kuahidi mashabiki kwamba upo uwezo mkafika nafasi ya pili? Hizi ni mechi tatu tu uh -huh. Enti kumi sio ati ni, ni, ni mechi nyingi. Hizi ni mechi tatu tu, na tulivyo tuna tulivyo target yetu sisi ni kwamba lazima tufike hapo kileleni. So kwanza tufikirie mechi yetu ya kwanza na Sharks, mechi ya pili unayoifuatia ni Polisi na mechi ya tatu tunaenda away Shabana. Hizo ndio mechi kwa sasa hivi ziko kwa akili kwa yetu. Kwanza tupambane nazo, tuhakikishe tunapata pointi za maana, ili makusudi tuweze kuwakimbiza walio juu, na tunaimani uwezo na nguvu na Mungu anavyotupatia nguvu zetu, tuwezo, tu, tuko nazo, tunaimani tutafikia tunapofikia. Ukiwa kwa tamu hamjaweza kupoteza mechi I'm not wrong, siri ni gani? Ah, nafikiri siri na, a, a, ni wachezaji kwa weka pamoja na watu wote kuwa na, na roho safi na kupambana e, na pia a, management yetu ya Bandari wametupatia support full. Nafikiri vitu kama hivyo kama wanatupatia la, ndio naona mpaka sasa hivi hatuja hatujashindwa ama hatujapoteza mechi yoyote, kwa sababu wanatupa full support na tunajaribu kadri ya uwezo, ili wachezaji kuwaweka pamoja na wafanye mazoezi kwa nguvu, ili tupate results nzuri. Unajua hao ni vijana wangu na kuna wakati muda mrefu ambao mimi sikuepo nilikuwa Tanzania. Kwa hiyo, vijana wangu kama wao wakinisikia nimerudi kama mahali kama hapa wanafurahia sana kufanya nami. Ni wengi ambao wanafurahia sana kuja kufanya nami kazi kazi. Lakini nafasi ndio zinakuwa ni duni. So uchukua ndio amepata hiyo nafasi na anafurahia kufanya kazi nami, na ataperform vizuri na malengo yetu yatatimia. Majembe mapya tu yatarajiwa kwamba weekend yatakuwa uwanjani coaches. Yameshaanza. Vile tulikuwa yaonyeshwe na tulikuwa tuko away lakini majembe yashaanza na imani, Saturday mtayaona zaidi, zaidi ya hivi ya, kwa sababu tuko nyumbani, so mashabiki wetu waje waone majembe mapya alivyo. Basi ndiyo mlinyi mlisema timu irekebishwe na makosa hapa na pale. Sasa tulieni turekebishe timu <laughs> mm. <laughs>